Vipi, mwanangu, mbona kama hivo nachola mwanangu, adog engie wanangu, tumepiga sana ndichi zokaratasi, peni zimeisha kibao mwanangu, afujwe Oh, atuko mtaani atuelewi. Mpaka saa hivi mwanangu, unajua najua, si ndo wale ambao wazazi wetu walituaminisha mwanangu, ukimaliza kusoma umemaliza maisha, lakini saa hivi mwanangu, nakuta mtu kalajo kitambo, miaka saba ilopita hadi leo o oh, ayuko mtaani mwanangu, anakula zake vumbi, anapiga kichepe. Sema ingine unajua nini